Ni hukumu iliyotolewa na hakimu Martin Masao wa Mahakama ya Hakimu Mkazi Mkoa wa Manyara, baada ya mtuhumiwa aliyefahamika kwa jina la Hamisi Abduli Mfangavu mwenye umri wa miaka 42 kupatikana na hatia ya kumshambulia kijana ambaye jina lake limehifadhiwa, mwenye umri wa miaka 13 kwa tuhuma za kumwibia yai la kuku ambapo tukio hilo linadaiwa kutendeka siku ya tarehe 23 mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mtuhumiwa inaelezwa kuwa alimshambulia mtoto huyo kwa kitu chenye ncha kali katika sehemu mbalimbali za mwili wake ambapo alimsababishia majeraha na maumivu sehemu za kichwani sambamba na kukata masikio ya mtoto huyo na kuyatenganisha na mwili wake. Leo hii mahakama imemtia hatiani Hamisi Abduli Mfangavo mwenye umri wa miaka 42 kwa kufanya kosa hilo, ambapo imemtia hatiani kwenda jela miaka sita pamoja na kumlipa fidia huyo kiasi cha shilingi milioni moja. Hapa tumezungumza na mzazi wa mtoto huyo aliyefanyiwa shambulio hilo, ambapo anaishukuru mahakama kwa hatua ambayo imeichukua. Mimi naitwa Tobias Sherman Edmundi wa kijiji cha Bermi tukio uliotokea siku ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tano ni mtoto alikutwa kwa mtu anaitwa Hamisi Mfangafo akiwa na yai mkononi, alikutwa ndani akazuiliwa na mtu anaitwa Selemani na akanipigia simu kwamba, njoo tumemkuta mtoto wako ameiba yai. Nikamwambia mimi nakuja baada ya muda kumalizia shughuli zangu, nikaenda ni kweli, nikamkuta, nilimkuta akiwa ameshikiliwa mkono na mtu anaitwa Hamisi, wanaingia chumbani. Walipoingia chumbani, mimi ndio nikatoa nikachukua maamuzi ya kwenda kumchukua mwenyekiti ili tuka suluhishane. Mwenyekiti akatangulia, nikamwambia ngoja mimi nikachukue betri yangu, sijaweka luku. Kafika pale kwa Hamisi hakukuta mtoto wala mtu yote pale kwa Hamisi tukafuatana na mwenyekiti mpaka nyumbani tukamkuta mtoto amekatwa masikio mawili. Nikamuuliza pale ni nini, akasema Hamisi alinikata na wembe, alikata masikio pamoja na kifua, na huku kichwa kimevimba, ukibonyesha huko sehemu ya utosoni kinabonyeka. Mimi kwa kweli nimeumizwa sana kwa kitendo alichofanyiwa, kwa sababu sio kitendo ambacho hakistahili kufanyiwa mtoto. Nashukuru mahakama kwa hukumu waliotoa leo kwa sababu hukumu nimeridhika na hukumu. Mimi kwa wananchi wenzangu, kauli nitakaotoa kwa kitendo hiki alichofanyiwa mtoto wangu ni mbaya sana, na ni kitendo ambacho kinatisha. Hatujawahi kusikia kijiji ndani ya kijiji cha Bermi, kwanza hata kata nzima ya Dareda hii. Huu ni ukatili mkubwa sana uliofanywa, ndio kwa maamuzi wangu nasema